Asalamu alaikum, alafu museme maradhi hayatibiki. Tafuta mwanda wazimu yoyote ule au chizi yoyote ule, unaujua huyu ni chizi, unemjua wewe huyu ni chizi, mtafute au mtafute moyo yote ule mwenye maradhi ya kifafa ambayo maradhi yameshindikana ya kifafa, mimi nataka nikupe dawa. Sasa tunaenda katika dawa, unatakiwa utafute unga wa udi karaha, robo kilo nadhani wingi tunaujua, alafu tafuta asali safi lita tatu Ukishapata hivi vitu vichanganye kwa pamoja, alafu sasa utanza visomo. Utanza Suratul Fatiha mara sabini, utanza Ayatul Kursiyu mara sabini, utanza Suratul Kafirun mara sabini, utanza Suratul Ikhlas mara sabini. Alafu utanza Suratul Falak mara sabini, utanza Suratul Nas mara sabini, alafu utasoma la haula wala quwata illa billahi la ali la azim mara mia tatu tisini na tisa ikiwa karogwa, ikiwa kapata mashakili ya kichwa, ikiwa kwenye kifafa, naye kapata matatizo mbalimbali mbali. Oya, uchawi haufiki mbele ya dawa hizi. Fanya utapona, atapona mgonjwa wako. We angaika katupe pesa na dawa zipo, nakupeni bure, hamnichangia hata shilingi, ila jiandani. Ipo siku nitafata, nitaingia live na mtakuja mtanihoji. Wacha nijichange kwanza tupate bando, najitafuta.